Kwa sababu maisha yamebadilika na maisha yamebadilika sana. Mtaona kwenye viganja vyenu haya huyu huu kuhitimu huku mtakiona kwenye viganja vyenu, mtaangalia mta... mtaomba kiunganishi kwa huyu alafu akiwapa kiunganishi, mtakuwa mnaangalia nyumbani, mtaona nyonyo bila shida. Kwa hiyo hii mtakuwa naye kama kawaida. Sasa ninyi ambao mmesoma mpaka sasa mmepata jambo jema lisiloweza kuelezeka. Naweza kusema hivi kwa sababu nafahamu katika mfumo wetu wa elimu kuna darasa la kwanza mpaka la saba, kuna darasa la kidato cha kwanza mpaka cha nne, kuna kidato cha tano mpaka cha sita, kuna chuo kikuu, kuna vyuo vya kati na kadhalika, vinaendelea mpaka huko mwisho inaendelea. Darasa letu limekuja limeanzia limetukuta mahali fulani, hapo tulipokuwa, hapo hapo tukaanzia hapo hapo. Kwa hiyo ni jambo, sio jambo la kusema, unaweza ukasema ni jambo la neema. Naomba muone kwamba ni jambo la neema. Sio wote wanaofikiwa na hiyo, ni wewe umefikiwa na hiyo, na pamoja na kufikiwa na hiyo, mlipokuwa mmefikiwa, mlifikiwa wengi, wengine hawakujua thamani ya hiyo dmana wakaachia njia. Ninyi naomba niwashukuru kwa sababu mlijua umuhimu wa jambo hili, na kwa hiyo mkalibeba mpaka mwishoni. Kuchukua mpaka mwishoni ni jambo muhimu muhimu kwenye maisha. Kuna kuna mkimbiaji mmoja wa Tanzania naitwa Kware, aliwahi kwenda kwenye mbio za kimataifa, dhani walifanyia nchi za Ulaya kule akaenda kukimbia kule akitumwa na nchi ya Tanzania, na zilikuwa ni mbio ndefu. Anapofika katikati ya hizo mbio akapata ajali, akateleza, akaanguka, akateguka kifundo cha mguu, akawa hawezi kusimama tena. Madaktari wakaja wakamhudumia akasema, naomba mnihudumie hapa hapa. Wakamhudumia pale pale alipo, wakamhudumia alipo, wakamhudumia. Alipoanza kuweza kidogo, akasema niacheni nimalize. Wakati huo wenzake wameshakaa nje kule, karibu nusu saa. Akaanza kuchechemea, anakimbia anachechemea hivi, anachechemea mpaka alipomaliza. Waandishi wa habari wakaona amefanya kitu kisicho cha kawaida wakakusanyika kwenda kumuuliza, wakasema, kwa nini umefanya hivi? Akasema, mimi nimekuja kwa niaba ya Tanzania na Tanzania ilinituma nimalize mwendo, haikunituma niishie njiani, ilinituma nimalize mwendo. Na ninyi mnafahamu vizuri kwamba hata maisha ya Kikristo hayaangalii ulianzaje Ukristo, uliokokaje hayaangalii hicho inaangalia umemalizaje mwendo wako. Ninyi mumeanza vizuri mkatembea vizuri mkamaliza mwendo, hili ndilo linalohitajika. Yaani mpaka na wenzio wakikuuliza ulikuwa unasoma nini, nasema hii hapa alama, hii hapa. Ukiishia njiani huna alama yeyote na hamna, hamna mtu yeyote atakayesema kwamba umefanya nini. Hilo ni jambo zuri, ni jambo la baraka. Asanteni sana kwa kujitolea katika jambo hilo. Katika hilo, naomba ni niseme kile ambacho nimesema jana na leo, naomba nikirudie kusema kwamba jambo la kusoma, jambo la kusoma ni jambo muhimu, kwa sababu unaongeza ufahamu ulionao kutoka pale ulipokuwa unasogea mbele kidogo, na unaposogea mbele kidogo, maana yake unaongeza thamani yako na ubora wako. Kila unaposoma unaongeza thamani na ubora wako, iwe unasoma mradi, kitu chochote kinakuwa cha kusoma kinakufanya upige hatua, ni muhimu. Ukifanya mzee mmoja kule kwetu alikuwa anaitwa Mzee Kilawa sahivi, ni marehemu, aliwahi kusema hivi, kanisa ni chuo kidogo cha watu, kwa maana katika kanisa unatembea maeneo mengi, unajifunza vitu vingi, ni shule. Akasema hata kupika, tunajifunza kupika vyakula vingi kanisani. Nyumbani hatupiki vingi sana tunapika hicho chakula wewe na watoto na, na, na mwenzi wako basi imetosha. Lakini kanisani tunajifunza vitu vingi vya kupika, pamoja na kujifunza vitu vingi vya kupika. Akasema hivyo hata wageni wengi wa nje walio wengi wanafika kanisani, wanapofika kanisani tunajifunza kupika na vitu vya wageni, tunalazimika kuwa shule. Ninyi mnaweza mna mkaona kama ni kitu kidogo, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Niwaambie, nilifika usharika wa Kipaduka, niliishi pale kama mchungaji. Wanasema mwanzoni, wanapoanza kabisa, alikuja mchungaji akaja kwenye usharika miaka ya sitini, miaka ya sitini, sitini na ngapi hivi, huko mwishoni. Sasa wakasema wachungaji wao wanakunywa chai. Sasa tufanyeni, tukachukue majani ya chai tuchemshe majani ya chai na wakati huo walikuwa hawajaanza kupikia hizi sufuria tulizo nazo hizo, walikuwa wanapikia kwenye vyungu. Kwa hiyo wakamtuma mtu kwenda kununua majani, wakaenda kanunua kile kikasha kubwa kile, wakaenda wakanunua kile kikasha wakaja nacho. Walipowapa wapa wale wapishi wanaopika, wakatoa ule mfuniko wake huu, wakamimina majani yote kwenye kile chungu, halafu wakafunikia sasa ile mchungaji kwa sababu alikuwa na haraka, akaja akamuuliza mpishi mmoja, akasema, nyeva ichai sina ipya a tusinde irokotele le <laughs> asema, je, chai iko tayari? Akasema, hapana, tumesubiri yani ive yani, pamoja na maji kutane vizuri na maji na majani kuja kuileta ile chai, ni dawa dawa isiyo ya kunywa. Mchungaji akasema waiteni wapishi wote waje hapo, wakaja. Akasema poleni na mahangaiko na shughuli za kutusaidia, akasema ndio. Akasema chai tunachemsha hivi, akawapa maelekezo ya kuchemsha. Akasema kwa hiyo sasa mchemshe maji matupu mlete tutakuwa tunachanganya kwenye hii chai kidogo kidogo, unachangana na maji, ila kesho unaweka majani kiwango hiki katika maji ya kiwango hiki. Na ndio maana wachungaji tunahitaji kuwa wavumilivu. Wakati mwingine unaweza ukakalipa, umejaa hasira na nini, kumbe hawajui. Na wasipojua watafanya nini? Sawa, hiyo ni sehemu ya uongozi, sehemu ya uongozi. Ukiwa kiongozi, unakaa na watu wengine, hawajui unachofikiri kabisa. Hata ukiwaeleza kwamba kikae hivi, hawajui kabisa. Sasa tunafanyaje? Ni lazima uelekeze. Kwa hiyo kanisa ni shule kabisa. Kanisa ni shule, na niwashukuru sana. Hata hata kuona migoli mna ma, maua ya nani ya kijani namna hii, sio ya Kichina, ni maua halisi. Umefanya hmm, jambo kubwa sana kubwa sana. Naomba niwape hongera, hongera jamani, hongera sana, kwa sababu hii inahitaji moyo. Bila moyo huwezi kupata hivi, na ukisha kuona hivi unaweza kuona hata kesho nyumbani, ukaona nyumbani kwa fulani na yeye akasema nami niwe na, na kijani moja mbili tatu, ukaona umeambukiza na wengine. Kwa hiyo inawezekana kabisa, kanisa ni shule, na hasa leo inahitajika zaidi kuliko miaka mingine iliyopita. Leo inahitaji sana kwa sababu watu wengi na hasa vijana wameanza hata kushindwa hata kuvaa nguo, wameanza kushindwa. Inatakiwa kanisa kuwafundishe kwa upole na upendo, hmm, kwa sababu mnamkuta kijana ana kiuno hiki, ndio kiuno hiki, kiuno lakini amevaa suruali, amepiga mkanda, yani <laughs> uko nusu ya nanii sasa ukiwa nusu ya nani hii, alafu unakuwa ndio mkanda huo. Anahitaji kupendwa, anahitaji kuelekezwa, kwa sababu kanisa ni shule eh? Kwa hiyo kanisa ni shule sawa, eh? Lakini cha pili tunasoma, kwa sababu kila mtu ana kipawa, lakini kipawa ulicho nacho ili kifanye kazi katika kiwango cha juu kinahitaji kutunzwa kwenye elimu. Uwezi kusema kwamba una kipawa fulani kikafanya kazi hicho kipawa katika kiwango cha juu kama una elimu ndani yake, haiwezekani. Kama una huduma, kama una uponyaji, kama una hivi nyingine, ni nini zingine hizo karama, kama nazitaja, karama zote unazozifahamu na, na vitu vingine vyote mpaka uje mpaka kwenye vipaji halisi, vipaji tulivyo navyo vyote vinahitaji elimu eh. Ukiwa na elimu unafanya kwa ubora mkubwa zaidi kuliko usipokuwa na elimu. Tunao watu wengi humu mitaani wanaojitolea kujenga, ameona tu labda babake ni mjenzi, labda kakake ni mjenzi, labda nani ni mjenzi, na wanajenga vizuri, lakini hawa kama wangelikuwa wamesomea huo ujenzi, wangefanya kwa ubora na kwa ukubwa zaidi. Tunao watu wengi mitaani humu wanaweza wakahutubia kama wangelihudhuria kozi kama hizi za za, za, za, za uongozi, wangelifanya kwa uzuri zaidi. Na watu kwa kawaida wanaandaliwa, hawawezi kuwa watu bora bila kuandaliwa, haiwezekani. Na maandalizi mojawapo pamoja, kwa na kwamba yako mengine ambayo pia mmesoma mambo ya malezi na nini na nini, pamoja na hayo mengine, lakini pia elimu ni sehemu yake. kwa hiyo